Jinsi nyumba zinavyobaki katika hali ya ustawi: mifumo ya kupasha joto na kupooza inayotumia nishati kwa ufanisi. Je, nyumba yako hubaki vipi ikiwa baridi wakati wa majira ya joto na yenye joto wakati wa majira ya baridi? Video hii itaelezea mifumo iliyopo nyumbani kwako inayohusika na kupooza na kupasha joto, ikijumuisha jinsi inavyofanya kazi na namna inavyoweza kukusaidia kuokoa pesa kwa muda mrefu. Mfumo uliobuniwa kupasha joto na kupooza nyumba yako kwa ufanisi huku ukitumia nishati kidogo huitwa mfumo wenye ufanisi wa nishati. Mfumo unapokuwa na ufanisi zaidi, hutumia nishati kidogo kupasha au kupooza nyumba yako jambo ambalo linaweza kupunguza bili yako ya gesi au umeme. Nyumba hupashwa joto na kupozwa kwa njia mbalimbali na hutumia aina tofauti za mafuta au nishati. Hizi zinaweza kuwa gesi asilia, propani, mafuta ya kupasha joto, au umeme, na kwa kawaida hutumia vifaa tofauti vya kupasha joto au kupoza. Baadhi ya majengo yana kifaa kimoja kikubwa kinachopasha au kupooza nyumba au jengo lote. Huu huitwa mfumo wa kati au central system. Majengo mengine hutumia vifaa vya pekee kama vile kiyoyozi cha dirishani, pampu za joto za mini split, radiator, hita za vyumba au hita za sakafuni, ili kudhibiti joto chumba kwa chumba. Baadhi ya nyumba hata huchanga mifumo, kwa mfano, hita ya gesi sebuleni na hita za umeme kwenye vyumba vya kulala. Uchaguzi wa aina ya mifumo ni muhimu, kwani gharama za uendeshaji hutofautiana kati ya mfumo mmoja na mwingine. Kwa mfano, hita za umeme za sakafuni wakati mwingine zinaweza kugharimu mara mbili hadi tatu zaidi kuziendesha ikilinganishwa na hita ya gesi ya chumbani. Bila kutilia mkazo kuhusu aina ya mfumo ulionayo, tunataka uwe na hali ya joto au baridi inayokufaa nyumbani kwako, kwa, kwa gharama kidogo iwezekanavyo. Siyo mifumo yote ya kupasha joto na kupooza hutumia nishati kwa njia ile ile. Kujifunza jinsi inavyofanya kazi na ni ipi hutumia nishati kidogo kunaweza kukusaidia kuokoa pesa na kudumisha faraja nyumbani. Kuna aina nyingi tofauti za mifumo ya kupasha joto. Hita za umeme za nyumbani ni vifaa vinavyochomekwa kwa umeme na kupasha joto eneo dogo kwa haraka. Hata hivyo hutumia umeme mwingi, hivyo ni miongoni mwa njia gali zaidi za kupasha joto nyumbani. Zinapendekezwa kwa matumizi ya muda mfupi katika chumba kidogo. Boiler hupasha maji ya moto na kusambaza maji hayo au mvuke kupitia mabomba ili kupasha nyumba, ili hali tunuru au furnace kwa lugha ya Kiingereza hupasha hewa na kusukuma hewa hiyo ya joto kupitia mirija mikubwa. Ikiwa nyumba yako hutumia mabomba na radiator, basi una boiler. Ikiwa hutumia matundu yanayopulizwa hewa ya joto, basi una tunuru. Boiler au tunuru inaweza kutumia propeni, mafuta ya kupasha joto au gesi asilia. Boiler au tanuru za mafuta au propeni ni za kawaida katika nyumba za zamani. Kwa kawaida huwa na kelele na huhitaji kusafishwa na kurekebishwa mara kwa mara. Tanuru za zamani za mafuta hupoteza nishati nyingi, na bei za mafuta na propani hubadilika mara kwa mara, hivyo gharama za kupasha joto zinaweza kupanda au kushuka. Propani na mafuta huhifadhiwa kwenye tanki lililopo chini ya nyumba, gereji au nje ya nyumba, na husambazwa inapohitajika. Tanuru na boila za gesi hutumia gesi asilia kupasha nyumba yako. Gesi huingia nyumbani kwako kupitia mabomba ya chini ya ardhi ambayo hayaonekani. Mifumo hii ni ya kawaida katika maeneo yenye huduma ya gesi. Kuna aina mbili kuu: tanuru zenye ufanisi mdogo na tanuru zenye ufanisi mkubwa. Mifumo yenye ufanisi mkubwa hutumia gasi kidogo, hivyo gharama ya uendeshaji huwa ndogo. Pampu za joto ni njia yenye ufanisi mkubwa ya kupasha joto na kupoza nyumba. Ikiwa unaishi katika eneo lenye hali ya joto, pampu ya joto ya kawaida inatosha, lakini ikiwa unaishi mahali penye baridi kali wakati wa majira ya baridi unahitaji pampu ya joto inayofaa kwa hali ya hewa baridi. Pampu za joto hazizalishi joto, huhamisha joto, hata wakati wa baridi kali. Pampu za joto zimeundwa kutafuta joto lililopo nje na kulileta ndani ya nyumba. Wakati wa majira ya joto, huondoa joto ndani ya nyumba na kulipeleka nje. Kwa sababu huhamisha joto badala ya kuzalisha pampu za joto zinaweza kuwa na ufanisi mara tatu hadi nne zaidi kuliko mifumo inayochoma mafuta. Kumbuka kuweka kipima joto au thermostat kwa lugha ya Kiingereza kwenye kiwango unachotaka na ukiache hapo, usikipandishe au kushusha sana. Hakikisha vichujio au filters viko safi na vikaguliwe kila baada ya miezi miwili. Usizuie vifaa vya ndani au vya nje kwa samani, mapazia au theluji. Faida za pampu za joto ni kubwa. Hutumia nishati pungufu kwa asilimia 50 hadi 75 ikilinganishwa na hita za umeme za sakafuni au tanuru za zamani. Zinatoa huduma ya kupasha joto au kupoza. Zinafaa kwa nyumba za zamani, na makampuni mengi ya huduma za umeme hutoa ruzuku au rebates kusaidia kupunguza gharama. Sasa tuangalie mifumo ya kupooza. Viyoyozi vya dirishani ni vya bei nafuu na ni rahisi kufunga. Hata hivyo, vifaa vya zamani hupoteza hewa, vina kelele na hutumia umeme mwingi. Vinatosha kwa kupooza chumba kimoja kidogo. Kiyoyozi cha kati, Central Air Conditioning, ni mfumo wa kupooza nyumba nzima unapopooza hewa katika sehemu moja ya kati na kuisambaza nyumba nzima kupitia mtandao wa mirija au njia za hewa, yani duct work. Ikiwa kiyoyozi chako kina zaidi ya miaka kumi na mitano kinatumia nishati nyingi zaidi kuliko mifumo mipya na huenda ni wakati wa kuibadilisha. Viyoyozi vipya vya kati hupooza kwa ufanisi zaidi huku vikitumia umeme kidogo. Pia vina kelele ndogo na hudhibiti unyenyevu kwa njia bora zaidi. Kwa ujumla, vina ufanisi mkubwa na vinaweza kukokolea pesa kwa muda mrefu. Pampu za joto za mini-split, zisizo na duct, au njia za hewa hutoa huduma ya kupasha joto na kupooza. Katika hali ya kupooza, hufanya kazi kama kiyoyozi cha kati, lakini kwa chumba kimoja. kwa ki, kila wakati hazitumii mtandao wa mirija ya hewa au duct work ambayo mara nyingi hupoteza hewa nyingi. Ni tulivu sana, hivyo zinafaa kwa vyumba vya kulala na ofisi za nyumbani, na zina ufanisi mkubwa mwaka mzima kwa kupasha joto na kupooza. Mambo ya kukumbuka unapotumia pampu ya joto: lazima uweke kipima joto na ukiache hapo, usibadilishe mara kwa mara. Hakikisha vichujio viko safi na vinakaguliwa kila baada ya miezi miwili. Usizuie vifaa vya ndani au vya nje kwa samani, mapazia au Thelugi. Sasa, unaweza kutambua mfumo wenye ufanisi? Kutakuwa na lebo mbalimbali kwenye mifumo hiyo. Tafuta lebo zifuatazo. Ukiona lebo inayoonyesha ufanisi wa kupasha joto kwa tanuru, kumbuka, kadri namba ilivyo juu ndivyo ilivyo bora. Kwa lebo hii inayohusiana na ufanisi wa kupooza kwa vyovyozi na pampu za joto, kadri namba ilivyo juu ndivyo ufanisi ulivyo mkubwa. Tafuta lebo ya Energy Star. Mifumo iliyoidhinishwa huboresha viwango vikali vya matumizi na nishati na mara nyingi hustahili kupata ruzuku. Mfumo wako wa kupasha joto au kupooza una mchango mkubwa katika faraja ya nyumba yako na kiasi cha pesa unacholipa kila mwezi. Kujua ni mfumo gani unao, jinsi unavyofanya kazi, na namna bora ya kutumia, kunaweza kusaidia kuokoa nishati na pesa. Huhitaji kubadilisha kila kitu mara moja. Hatua ndogo kama kutumia mfumo wako kwa njia sahihi Kusafisha vichujio mara kwa mara na kuchagua vifaa vyenye ufanisi wakati wa kubadilisha vinaweza kuleta tofauti kubwa. Nyumba yenye faraja si lazima iwe ya gharama kubwa. Ukiwa na taarifa sahihi na mfumo unaofaa, faraja na uokoaji wa gharama vinaweza kwenda moja kwa moja.